basi namtia hapa wapani, wewe ulitegemea au utachukua ile buku tano kutoka kwa mtu mzima? Ulitegemea? Kwa sababu taarifa tunazo, sisi ndio ndugu zake na sisi wengine wadogo zake, kuna wakubwa zake pia hapa hapa, na watu wanaochukua hela hapa hapa ndio alipozaliwa. Kwa sababu wasanii wengine wakumbuke nyumbani, mjomba, lakini Monde anakumbuka nyumbani, ndio inavyotakiwa. Hata wewe mjomba tupo na wewe, tunasagabuja. Leo, kesho, umetoka usitusahau ndugu zako. Basi ndio hivyo kakumbuka mwamba huyu. Oh, tofauti kati ya mshikaji na, na, na, na, ah, na wasanii wengine iko wapi? Nani? <laughs> namuombea, yeah. Yaani na fly na namuombea Mungu amzidishie baraka tele yani. Bahati ya mtu babu au Mungu amwangazia au sio kumkunjia, mwachie pamoja. Au sio mwamba e bana? Uh, wakati tunaendelea kuzi, kuzifanya hizi mishi hapa sasa, kikubwa zaidi watu wamejaa sana, lakini pia

uhondo wa michezo tuliokuahidi tayari umeshaingia mtaani na wengi wameshaukubali, wewe ukingoja nini? Ni uhondo wa Sporti Extra, gazeti bora la michezo Tanzania ninalokata kiu yako kila Jumapili, ambalo limesheheni takwimu za ligi kuu ya kandanda Tanzania Bara, Premier Ligi ya England, La Liga ya Uhispania, Siria a ya kule nchini Italia, Bundesliga ya Ujerumani na takwimu kibao za wachezaji. Ndani ya Sporti Extra kuna kijarida cha bure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 Furahia video bila kukwama, kuwa mama supa kwenye mtandao supa pekee Tanzania. Chagua Vodacom sasa, yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom.